Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu moja kwa moja. Tuelekee kaunti namba 29 ambapo, huku mitihani ya Kitaifa ikiingia siku ya pili, naibu kamishna wa Nandi ya Kati, Alfred Jilo amewahakikishia wadau wa elimu kwamba serikali imeweka mikakati thabiti ya kuhakikisha usambazaji wa karatasi za mitihani hadi maeneo ya mbali na yasiyofikika kwa urahisi. Akizungumza huko Kapsabet wakati akisimamia ufunguzi wa mitihani hiyo, Jilo amesema kuwa shule zote zitapokea karatasi zao za mitihani kwa wakati unaofaa. Magari pia ya security personnel ya on standby. Na pia tuko na magari kutoka uh, uh, department zengine zenye ni za four wheel, they are on standby. Once tukipata magari yamekwama, hakuna vile mtihani utachelewesha kwa sababu ya barabara. Kama mnavyojua, uh, mfumo huu wa CBE uh, watahiniwa hawapaswi kuwa na maafisa wala wako secured.